Wataenda katika mji wa Nisi Serbia, katika mashindano ya 14 ya dunia ya boxing, na Tanzania tunapata nafasi ya pili kama ambavyo amesema msimu jana kwa mwaka 2023 E, msimu ule tulienda India na msimu huu tunaenda Serbia, na kama kochi walijua ni wapi ambako hawakufanya vizuri na msimu huu tuweze kufanya vizuri. Alikuwa kochi hapa kutoka Kambini, lakini pia bondia Alima Vunjabei. Alima, cha mwisho wakati ambako tunaondoka ambacho nahitaji tuna kuwa kuambia Watanzania ambao tayari wameshaanza kukupa sikio na macho yao kwamba wewe sio bondia wa kawaida, kwa sababu unayo mikanda mitatu. Sasa mimi nipende kuahidi Watanzania kazi hmm nzuri kutoka kwenye timu ya taifa ya wanawake. Ni mara ya kwanza hmm timu ya wanawake hmm kwenda kushiriki ubingwa wa dunia hmm nchi za nje. Kwa hiyo ni waahidi Watanzania, mimi vunja bei sinaga kazi mbovu, jasho na damu, tutakwenda kupigana pale, nife mimi afe mzungu <laughs> ushindi utabaki Tanzania. Uh, mimi cha kuambia Watanzania, Watanzania mwaombee na mtuombee. Mm, sisi timu ya taifa tunaenda kuliwakilisha taifa letu la Tanzania katika mashindano haya makubwa ya dunia.